Hii sehemu ya pili ya kijiji kisicho na makaburi. Historia ya kijiji cha mzimu wa mianzi. Kijiji cha mzimu wa mianzi kilijengwa karibu na mti mkubwa wa kale uliosimama katikati ya msitu mnene wenye ukimya mzito kama kaburi. Wazee wa kale wa kijiji walidai kuwa mti huo haukuwa wa kawaida, ulikuwa ni mti wa roho ulioota mahali palipozikwa mashujaa wa kale waliolinda ardhi hiyo kutoka kwa maovu ya kale yaliyosahaulika na dunia. Miaka mia moja iliyopita kulikuwa na vita kati ya watu wa milimani na viumbe wa kivuli waliotoka chini ya ardhi. Wale mashujaa wa kale waliamua kujitoa mhanga ili kufunga lango la giza lililokuwa limejificha chini ya mti huo mkubwa. Miili yao haikuzikwa ardhini, bali ilimezwa na mti na roho zao zikabaki kulinda kijiji. Baada ya vita hivyo, kijiji kilijengwa karibu na mti kama ishara ya heshima lakini kwa miaka mingi, usiku wa kila mwezi mpevu, watu walidai kusikia sauti za kunong'ona, vilio vya mbali na kuona mianga midogo ikizunguka kaburini. Walipaita yo makaburi ya ajabu. Hakuna aliyethubutu kufukua makaburi hayo. Waliojaribu walipotea au walipatikana wakiwa hawajitambui. Sanduku kubwa la mbao chini ya mti limewekwa mihuri, likidaiwa kuwa lina kifaa au silaha ya mwisho ya mashujaa inayoweza kufungua tena lango la giza. Sasa kizazi kipya kinachopenda siri na hadithi kimeanza kuhoji, je, ni kweli au ni hadithi za wazee tu? Lakini mmoja wao mwenye shoka na mkoba wa safari amesimama mbele ya kaburi. Moto unawaka. Safari imeanza tena. Na kama umipenda hii hadithi naomba subscribe. Asante.